Operesheni hiyo iliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya kitongoji hicho ikiwahusisha maafisa wa TANESCO na jeshi la polisi, lengo ikiwa ni kuhakikisha wezi wa umeme wanakamatwa na kudhibitiwa. Na baadhi ya maeneo ambayo tumetembelea tumekuta eneo la biashara ndugu Kiheka Business Center, ambaye ana huduma ya mita za umeme zisizofuata taratibu. Kwa kutumia mafundi wetu wamebaini huyu mteja si mteja halali na anatumia hizi mita bila kufanya manunuzi. Kwa hiyo tumechukua jukumu la kumkatia umeme eneo lake la biashara. Pia tuliona ni vema tukafika eneo lake la nyumbani kuona je, ana taratibu zingine ambazo zimefuatwa kitanesco. Tumebaini pia baadhi ya mita zake katika eneo la nyumbani kwake, huduma ya umeme anayotumia sio sahihi. Kuna baadhi ya mita zimekatwa simu na baadhi ya mita zimepitishwa isivyo kihalali. Kwa mteja huyu tumezunguka nyumba zaidi ya nane na tumebaini mita tano ambazo zina makosa ambazo taratibu zingine za kiofisi zinaendelea. Msimamizi wa eneo la biashara la mwenyekiti huyo amekiri nyumba hizo kukutwa na wizi wa umeme, huku baadhi ya wananchi katika kitongoji hicho wakilani kitendo hicho. Kwa kweli tumekutwa na changamoto ya wizi wa umeme. Tulikuwa tumechepusha kwa ajili ya matumizi yetu. Tunaona kulingana na na, kwa na bili ipo inakuja bili kubwa Kuona kwamba tuchepushe ili tupunguze kidogo kali. Kumbe tunafanya kosa kwa kisheria. Tunaona kwamba tunafanya kosa kuchepusha umeme ni kosa. Mwenye nyumba ame alisafiri. Alisafiri kwa ajili ya kwenda matibabu ya mwanae kwa anaumwa alikuwa shuleni boarding. Hapo ameenda kule kwa matibabu ya mwanae. Kwa hiyo mimi niko hapa kama, kama msimamizi msi, wake tu ambaye ameniagiza niangalie nifuate na watu wa Tanesco. Kuwapitisha nyumba zake zote zilizofanya zilizokumbwa na hii tatizo. Kwa kweli tumekuta changamoto nyumba kama tatu hivi zimeunganishwa zime, zime, zime zimeunganishwa tofauti, tofauti na na tofauti na, na jinsi walivyounganisha Tanesco. Wito wangu kwa jamii hii, ninawaomba tu wananchi tufate taratibu zile za kupata huduma kama ambavyo tunatakiwa kuzifata ili kuepusha changamoto kama hizi ambazo zinajitokeza pia na kuepusha Hasara ambazo zinaweza zikajitokeza katika taasisi kama hizi. Kukamatwa kwa mwenyekiti huyo ni sehemu ya juhudi za shirika la umeme nchini TANESCO katika kuwabaini na kuwadhibiti uwezi wa umeme unaofanywa na baadhi ya watu wasiokuwa waadilifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza.